Miaka mingi iliyopita kulikuwa na kijiji kidogo kiitwacho Birika la Giza kando ya maporomoko marefu yaliyopasuliwa na milima miwili kama ukingo wa dunia. Kijiji hiki kilijulikana kwa utulivu wake, lakini pia kwa siri nzito iliyopo ndani ya kijiji hicho, siri ambayo wazee wa kijiji waliapa kamwe wasiitaje mchana kweupe, na usiku wakinyamaza, kana kwamba pumzi ingekuwa laana. Watu walijua kuwa kuna mtu au kitu kilichofichwa ndani ya mapango ya chini ya maporomoko, mahali ambapo palifungwa kwa minyororo ya roho, palipolindwa na mawe yenye maandishi ya Ajemi ya kale. Wazee walimuita tu kwa jina moja, Shehe Mchawi, mtu aliyekaa ndani ya mapango hayo. Siku moja ya mvua kijijini, alifika mgeni aliyevaa joho jeupe lenye madoa ya damu na miguu iliyochoka. Alikuwa msafiri, lakini macho yake yalikuwa na kitu kisichoelezeka, macho ya mtu aliyeona mazimwi na kurudi hai. Alijitambulisha kama Hamza, mchunguzi wa mambo ya kale, lakini kwa kweli alikuwa na lengo moja tu: kumtafuta shehe yule aliyefungwa katika mapango yale, kwa sababu aliamini kuwa ndani ya roho ya mchawi huyo, Shehe Mchawi, kulikuwa na kipande cha roho aliyokosa maisha yake yote. Wakati Hamza alipoulizwa kuhusu maporomoko, wazee walimkemea, wakampiga marufuku hata kutamka jina la shehe. Lakini usiku ulipofika, sauti kutoka poromokoni zilianza kuimba maneno ya kale, kama mtu aliyesahau kulala kwa karne nzima. Hamza alijua ameanza kuamsha kitu kisichopaswa kuamka. Hamza alisogea mpaka kwenye maporomoko usiku wa manane, Akapita miti iliyojikunja kama mikono ya wafu, akavuka mawe yaliyopasuka kana kwamba ardhi ilikuwa ikilia. Alifika mahali palipoandikwa maandishi ya damu. Maandishi haya yalisomeka hivi: ukivunja mlango huu, laana haitabeba jina lako, bali damu ya ukoo wako. Lakini Hamza hakuwa mtu wa kuogopa. Aligusa jiwe la mwisho na mlango wa giza ukafunguka. Ndani kulikuwa na giza nene kiasi kwamba hata mwanga wa tochi yake ulimezwa kama samahani. Sauti ya mkongoto ikaanza kama minyororo ikivutwa ardhini, na kisha ghafla, macho mekundu mawili yalimtazama kutoka kwenye kivuli. Hamza, sauti kama mti wa zamani kuvunjika, ilisema umerudi, mjukuu wa mwanga. Hamza alishtuka na aliuliza, wewe ni nani? Na mtu yule alisema mimi ni shehe mchawi. Mimi ndiye mwalimu wa mababu zako, na sasa utakuwa mwanafunzi wangu wa mwisho. Hamza alipigwa na butwaa. Aligundua kuwa Shehe mchawi sio mchawi tu, bali alikuwa mchawi wa shehe halali wa elimu za kale, aliyeasi mbingu kwa kutafuta uhai usioisha. Alifungwa na mababu wa Hamza miaka mia saba iliyopita kwa kutumia damu ya kifalme, lakini sasa damu hiyo imeamsha minyororo. Shehe alimpeleka Hamza ndani ya handaki kubwa lenye maktaba ya maandiko yasiyosomwa na binadamu wa kawaida. Kulikuwa na vitabu vya kuamuru mawingu, kuzima roho na kugeuza watu kuwa kivuli. Shehe mchawi alisema, kizazi changu hakitakoma mpaka kizazi chenu kichomeke kwenye moto wa kumbukumbu kumbu. Alisema shehe yule mchawi, na hapo akaanza kuitumia akili ya Hamza kama njia ya kutoroka kijiji cha birika la giza kilianza kushuhudia mambo ya ajabu watoto waliamka na ndimi za moto maji yakageuka kuwa damu na watu walianza kusahau majina yao mchana ukawa usiku na usiku ukawa na sauti ya mtu mmoja tu ambaye ni shehe mchawi akiimba dua za laana wazee walijaribu wa kumfunga tena lakini hamza alikuwa tayari amechukuliwa alikuwa mwanafunzi wa giza na aliyejifunza kutoka kwenye chanzo chenyewe katika mapambano ya mwisho, kijiji kilijaribu kumtoa roho shehe mchawi kwa kutumia maandiko ya kale, lakini walishindwa. Shekhe aliingia ndani ya mwili wa Hamza, na sasa wanaishi pamoja kama kivuli kinachoangalia dunia kutoka nyuma ya maporomoko. Kila mwaka usiku wa mvua, watu husema wanaona kivuli cha mwanaume aliyevaa joo jeupe akitembea kando kando ya maporomoko akiimba maneno yasiyoeleweka. Watu huogopa sana katika kijiji hicho ikifika kipindi cha mvua, na kila aliyejaribu kumfuata basi hupotea na hatopatikana tena. Watu wa kijiji hiki walikuwa wakiishi kwa hofu sana, wakimwogopa shehe mchawi na mambo anayoyaleta kijijini. Lakini siku moja, baada ya miaka kidogo kwenda, alitokea kijana mmoja kutoka mjini, na huyu kijana alikuwa jasiri wa mwisho wa kuja kukomboa kijiji. Kijana huyu aliitwa Kokochi, kijana mstaarabu mpole mcheshi, lakini mwenye imani kubwa zaidi ambayo ilifanya ikaponya kijiji hiki. Kijana huyu alikuwa akisali sana usiku, alikuwa ni kijana ambaye ana baraka kubwa sana. Na siku moja, siku ya mvua, kijana huyu alifanya maombi ya ajabu katika kijiji hichi, na baada ya siku kadhaa, basi jini lile halikuonekana tena.